Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imeweka mikakati na inaendelea naendele, kuchukua hatua za kiudhibiti kuhusiana na maudhui yasiyo na maadili katika anga la mtandao hapa nchini ikiwemo mitandao ya kijamii. Kufikia tarehe 31 Machi 2025, TCRA imeweza kubaini na kufungia tovuti, akaunti za mitandao ya kijamii, majukwaa, blog na kadhalika zipatazo 80171 zilizokuwa zinachapisha maudhui yaliyo kinyume na maadili na yenye kuhatarisha afya ya akili na watoto. Zoezi hili ni endelevu. Mweshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuendesha na kutoa mafunzo ya weledi kwa waandishi wa habari pamoja na wachapishaji wa maudhui mtandaoni. Mafunzo haya yanawajengea uwezo wa shiriki katika kutambua maudhui gushi mtandaoni, uandaaji wa makala pamoja na ujenzi wa taswira ya nchi ili kuendelea kulinda utamaduni uliosalama kwa makuzi ya jamii ya watoto wa Kitanzania. Pamoja na majibu mazuri ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, upi mkakati sasa wa kudumu wa kuweka vitu kama censorship ili kuzuia taarifa na maudhui yasiyo na maadili kusambaa katika jamii ya Watanzania? Lakini namba mbili ni serikali imejipanga vipi pia kuzuia tamaduni na zile ngoma ambazo zinachezwa bila nidhamu, ikiwepo kuchezwa uchi eh, kwa kiwa wakinamama wanacheza au wanaume wanacheza wakiwa kwenye sherehe ambazo zinaadhimishwa katika taifa letu, upi mkakati wa serikali kuzuia? Mheshimiwa Waziri, majibu maswali hayo mawili . Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, uh, maswali mazuri kutoka kwa Mheshimiwa Msavatavangu kwa niaba ya Mheshimiwa Ng'wasi Kamani. Kwanza, Serikali imewekeza katika teknolojia kupitia TCRA. Serikali imewekeza sana kwenye uh, teknolojia ikiwemo matumizi ya akili za bandia ili kuhakikisha kwamba inabaini na kuzuia ama kuondosha kabla hazijafikia walaji wengi zaidi habari ambazo zimechapishwa na ziko kinyume na maadili ya Mtanzania. Lakini la pili Serikali kwa sasa ina mashirikiano makubwa na makampuni makubwa yanayoendesha shughuli hizi duniani, kwa mfano Google ama Meta, ambao wanaendesha Facebook na Twitter ili kuhakikisha uh, habari ambazo hazina maadili ambazo zimechapishwa aidha zinazuiwa kuchapishwa ama zinaondolewa haraka lakini hali kadhalika, Serikali inaendelea kuboresha sera na sheria zinazotumika kuendesha uh, masuala ya uchapishaji habari mtandaoni, na inaendelea kuelimisha wananchi, ili waendelee na wao kujilinda na masuala haya na kuhakikisha uh, maadili hayakiukwi kwa kutumia machapisho haya yaliyoko mtandaoni. Kwa hivyo, kimsingi, Serikali inafanya kila linaloweza ili kuhakikisha kwamba uh, uhuru wa vyombo vya habari uhuru wa kupata habari hautupeleki kwenye ukiukwaji mkubwa wa maadili na hivyo kuweza kulinda vizazi vyetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri na mikakati mizuri ya serikali, bado kuna tatizo kwa watoto wadogo kwa ajili ya kufuatilia matangazo hayo kwenye vyombo vya television, hasa wanapokuwa wenyewe manyumbani na pindi wanapokuwa kwenye magrupu. Je, serikali na mpango gani wa kutoa elimu kwa wazazi ili kudhibiti hali hii? Kwa sababu kundi hili ndio litakaloathirika baadaye. Umeelewa Mheshimiwa Waziri? Majibu. Kama ambavyo nilijibu wakati najibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Msavata vangu, moja ya mambo ambayo serikali inayofanya pamoja na kuboresha sera na sheria zinazoendesha masuala haya, lakini ni kutoa elimu kwa jamii nzima ili na yenyewe iweze kujilinda na kujikinga. Uh, na kuhakikisha vizazi vyetu havifikiwi na uh, habari ambazo zina uvunjifu mkubwa wa kimaadili. Kwa hiyo uh, ni rai yangu kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanawakinga wanaowalea ama watoto wao kuhakikisha kwamba hawafikiwi na habari hizi na kupelekea mmomonyoko wa maadili. Mheshimiwa Felista Njalu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Mtandao wa TikTok ndio mtandao pendwa wa watoto wetu wanafunzi, lakini ndio mtandao unaoongoza kwa maudhui mabaya. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanadhibiti mtandao huu ili kunusuru watoto wetu waweze kuwa kwa maadili ya Kitanzania? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Uh, Mheshimiwa Mwenyekiti, Upo uh, ukinzano wa moja kwa moja kati ya uh, ukuaji mkubwa wa teknolojia na uh, uvunjifu wa maadili nchini, lakini serikali inachofanya ni kuhakikisha wachapishaji wa uh, habari na mitandao hii wanafuata sheria za nchi ikiwemo ukaguzi wa mara kwa mara kwa, uh, ambao unafanywa na TCRA kwa sababu wote wanatakiwa kuwa wamesajiliwa na TCRA. Kwa hivyo udhibiti unaendelea kufanyika na pale ambapo tunaona kuna haja kabisa ya kuingia na kufuata uh, mamlaka nyingine za kisheria ili kuhakikisha ya kwamba maadili hayaendelei kuvunjwa, huwa tunafanya tu hivyo. Kuna ugumu wa kufanya hivi kwa sababu ya ukuaji mkubwa wa teknolojia duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tunaendelea kurekebisha sera na sheria ambazo zinahudumia masuala haya.